Muungano wa waasi unaolijumuisha kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda umetangaza kujitoa katika mazungumzo ya amani na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Congo. Hatua hiyo imetangazwa Jumatatu jioni zikiwa zimesalia saa 24 kabla ya kuanza kwa majadiliano ya usuluhishi yaliyokuwa yamepangwa kufanyika nchini Angola leo Jumanne. Ripoti kamili anayo Angela Mdungu. Muungano wa waasi wa AFC unaolijumuisha kundi la M23 umebainisha kuwa umefikia uamuzi huo wa kuto kushiriki mazungumzo ya usuluhishi kwa sababu ya vikwazo vilivyowekwa na Umoja wa Ulaya dhidi ya maafisa wake na serikali ya Rwanda. Taarifa ya waasi hao imedai kuwa vikwazo hivyo vinalenga kuyakwamisha mazungumzo haya yaliyotakiwa kufanyika leo Jumanne. Miongoni mwa waliowekewa vikwazo ni Bertrand Bisimwa ambaye ni mmoja wa viongozi wa juu wa M23. Wengine ni maafisa watatu wa ngazi ya juu wa jeshi la Rwanda, Ruki Karusisi, Eugene Nkubito na Pascal Muhizi, na mkurugenzi mkuu wa bodi ya migodi, mafuta na gesi ya Rwanda, Francis Kamanzi. Licha ya waasi wa M23 kutangaza kuwa hawatoshiriki mazungumzo ya Rwanda, serikali ya Kinshasa imesema itahudhuria. Msemaji wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Tina Salama amethibitisha kuwa tayari ujumbe wa serikali umeshaondoka Kinshasa kuelekea Angola. Waasi wa M23 kwa muda mrefu wamekuwa wakitaka kuwepo kwa mazungumzo ya moja kwa moja na serikali, lakini Rais Felix Shisekedi alikataa akidai kuwa M23 ni vibaraka wa Rwanda. Naye mkuu wa operesheni za kulinda amani wa Umoja wa Mataifa Jean-Pierre Lacroix ameuzungumzia mvutano wa pande hasimu katika mzozo wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, akitoa wito wa kuweka silaha chini M20... kuna mashambulizi ya M23 yanayoendelea, huenda ni kwa kasi ndogo, lakini kwa hakika yanaendelea na yana uwezo wa kuzidisha ukosefu wa utulivu na ghasia zaidi kwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo na kuchochea mgogoro wa kikanda. Kwa hiyo tunahitaji kuliepuka hili Madhara katika hali ya kiutu yanayotokana na yote haya tayari ni mabaya sana. Mfululizi wa matukio hayo katika mzozo wa mashariki mwa Kongo unajiri wakati pia serikali ya Rwanda jana Jumatatu ilisitisha uhusiano wake wa kidiplomasia na Ubelgiji na kumtaka balozi wa Ubelgiji mjini Kigali kuondoka chini ya muda wa saa 48 baada ya vikwazo vya Umoja wa Ulaya kwa maafisa wa jeshi lake wanaoaminiwa kuwa wanawaunga mkono waasi wa M23. Waziri wa Mambo ya Kigeni wa Ubelgiji, Maxime Prevo, ameijibu hatua ya Rwanda kwa kumfukuza kaimu balozi wa Rwanda na kutangaza kwamba wanadiplomasia wa Kigali hawatakiwi nchini humo na hawana budi kuondoka ndani ya saa 48.